Kushoto ni maisha, nikitokelezea kulia ndio yenyewe. We unaona shida? Mimi nikitokea nikawa shoga kesho, unaona shida gani? Sasa inakuumia nini? pilipili usio ila, eh, mimi sasa shoga. Kwa hiyo kwa hiyo sasa ndio inakuwaje? Si ni mimi na uwakilisha ulimwengu wa Mungu, mimi ni nani nikiwa shoga Mtu naogopaogopa ogopa, watu watanionaje? taka ana... wakuonaje? tangu wamekuona hiyo miaka yote wanakuonaga hivyo, wamekusaidia nini? Tokelezea kwa namna nyingine, wakuone na wakusome unayopenda wana... hey, zaku ya moyo wako. Kwa kujificha ni utumwa na Kristo amekuja kutuandika huru, mchana kweupe, tunaambizana ya kwamba hakuna dhambi, yote yanayofanyika hayo ni sawa. Baba alijua hayo, naye ndiye aliyatengeneza. Baba anatengenezaga mabaya? He, hivi nikikuuliza swali, giza na nuru ni kipi jema? utasema nuru. Maana yake giza ni baya. Nani kaliumba ni Baba. Kama giza hilo lipo linatawala siku zote, wewe unashangaa nini? Tukio la siku mbili la mwaka mmoja, unashangaa nalo, unashangaa nini sasa? Lakini wa Korinto wa kwanza sura ya sita aya ya tisa maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataulisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataulisi ufalme wa Mungu wala waabudu sanamu wala wazinzi wala wafiraji wala walawiti, yani mashoga na wasagaji.